Nenda ukaangaze ili Lawi aone kile alichotarajia, lakini Lawi pia endelea kumulika ili Meda aone kile alichotarajia na jamii inayotuzunguka ambayo ipo hapa ishuhudie ione matendo hayo mema, maana tupo hapa ni wengi. Wengine baada ya kufunga ndoa tu, siku chache, wiki moja, ndoa zinaharibika, halafu watu wanatawajika, watu kosa ushuhuda kile kilichopanwa ndani mwao, wanaanza kujiuliza inakuwa kuwaje? Lakini kwa sababu kulinda ushuhuda, tukutie moyo ako, na tusimame mbele zako na mbele za Mungu kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, ulinde ushuhuda kwa kwenda kuonyesha matendo mema, ukamzalia Mungu matunda, ili alichotarajia Lawi akione, alichotarajia pia Merida akione kwako. Lawi, hatutegemei kusikia ugomvi hatutegemei kuona vita, tunategemea kuona ukitambua sehemu ya wajibu wako. Jana umefundishwa mengi ya kutosha kwa ajili ya nafsi yako. Hayo yakamate uyalinde, na utambue kwamba unakwenda kubeba majukumu makubwa. Kuwa mama wa familia sio kitu kidogo, kuwa mama wa familia ni kitu kikubwa sana. Jina la Bwana libarikiwe Amen. Eh, lazima utambue kwamba sasa mimi tayari nimeondoka, niko chini ya miliki ya Lawi, sio huru tena, tayari mwili wako na nafsi yako ipo chini ya mamlaka ya Lawi. Lawi ndiye ana mamlaka juu ya mwili wako, lakini wewe una mamlaka juu ya mwili wake. Katika kitabu cha Wakorinto, katika sura ile, Wakorinto wa kwanza, soma sura ile ya na saba mstari wa tatu na wa nne. Biblia inathibitisha wazi ya kwamba wewe sio huru tena, hauna mamlaka juu ya mwili wako, lakini mwenye mamlaka juu ya mwili wako ni Lawi, sema amen. Inawezekana wako mabinamu zako hapa na umewatambulisha, tumesikia ni mwito, kama walikuwa wanajaribu kukupiga kukugusagusa, sasa leo tunawapiga stopu kwa jina la Bwana wa majeshi, sema amen. Mwenye mamlaka ya kugusa mwili wako ni huyo ya Bwana Lawi, yeye anayo mamlaka kugusa toka hapa mpaka juu kwenye utosi wa kichwa. Lawi oye oye oye, huyo ndiye mwenye mamlaka dinamu wote wa kiume muliopana na kuteremka mkitafuta huyu Merda, leo anawapiga stopu ame. Maana natukusanya ili awatambulishe. Lakini wapo binamu zake na bwana Lawi, pengine walikamba zoada kumpiga na kumtania na kugusa viungo vyake na nafsi yake, leo naye anawatangazia. Maana amemtangaza mwenyewe ya kwamba mke wangu mtarajiwa ni Merda. Sema Berida, berida oye, oye, oye! Kwa hiyo wale mabinamu wa kike mliokuwa mnafuatilia maisha ya Lawi, leo ametangaza kwamba mke mtarajiwa, kesho tu tunamthibitisha, tunamnena, ni huyo hapa Merida, sio mwingine. kwa kama mlizoea kwenda kupiga kwenye mapaja, kukamata mkono, kukamata kichwa, mwisho. Sema amen. Mungu awabariki kwa jina <tinyo> la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante sana baba mtumishi wa Mungu kwa ujumbe mzuri. Watoto wa machi mpo, mmeshawasiliana na DJ. Basi naomba uwanjani, hawa hawa watatuonyesha show. Wakimaliza machi wataunganisha na, na, na ngonjela. Naomba watoto wa machi mje mtuonyeshe show.